Kuna kitu kimoja ambacho wanadamu wengi hawakufundishwa mapema maishani, kwamba dunia hii si makazi ya kudumu. Ni uwanja wa mitihani. Na mitihani ya dunia haiji kwa kelele, haiji na matangazo, haiji ikiandika huu ni mtihani. Inakuja taratibu ikijificha ndani ya vitu tunavyovipenda sana. Leo tafakari nami mitihani mitano mikubwa ya dunia ambayo humwangamiza mtu bila yeye hata kujitambua. Tuliza moyo wako, fungua fikra zako, na jiulize, mimi niko wapi katika mitihani hii? Ndiyo, neema. Watu wengi hudhani mitihani ni matatizo tu, lakini ukweli ni huu, neema ni mtihani mkubwa kuliko shida. Afya njema ni mtihani, fedha ni mtihani, umaarufu ni mtihani, amani ya moyo ni mtihani. Swali si unayo neema. Swali ni neema imekufanya uwe nani? Je, imekufanya umkumbuke Mwenyezi Mungu zaidi? Au imekufanya umjisikie huna haja tena ya kumwomba? Wapo waliokuwa karibu sana na Allah wakati walipokuwa hawana chochote. Lakini walipopata wakaondoka. Neema ikikufanya uwe mnyenyekevu, umefaulu. Lakini ikikufanya uwe na kiburi, basi umeanguka bila kelele. Nafsi haishibiki. Leo inataka kidogo, kesho inataka zaidi, kesho kutwa inataka hata kilicho haramu. Nafsi haikujali kesho yako, haijali akhera yako, inajali ladha ya sasa. Na hapa ndipo watu wengi huanguka. Wanajua lililo sahihi, lakini wanachagua linalopendeza nafsi. Wanajua kweli, lakini wanafuata tamaa. Mtihani huu hauji kwa nguvu, unakuja kwa kisingizio, ni mara moja tu, moyo wangu ni safi, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma. Lakini kila dhambi huacha alama, kila ulegevu huunda tabia, na kila tabia huunda hatima. Ushindi wa kweli si kumshinda mtu mwingine, ni kumshinda nafsi yako mwenyewe. Ndiyo watu, kuna watu watakupima subira yako wengine watakupima msimamo wako, wengine watakupima imani yako. Wapo watakaokuonea, wapo watakaokusaliti, wapo watakaokukera bila sababu, na hapa ndipo mtihani ulipo. Je, utajibu kwa tabia yao au kwa maadili yako? Mwenyezi Mungu hakupimi kwa sababu watu ni wazuri, anakupima kwa sababu watu si wakamilifu kila unapoamua kusamehe badala ya kulipiza, kila unaponyamaza badala ya kuumiza, kila unapochagua haki badala ya ego unapandishwa daraja bila hata wewe kujua. Wakati ni mtihani unaotiririka kimya kimya. Dakika moja ikipita hairudi, saa ikipotea haiombeki msamaha, lakini watu wengi hutumia wakati kana kwamba hawataulizwa. Wanasema bado muda upo, lakini hawajui muda ndio unaowatazama wao. Swali si muda unao, swali ni muda unafanya nini? Na wewe je, unakaribia zaidi na Allah au unazidi kuwa mbali? Siku ya Kiyama hakuna mtu ataulizwa ana mali kiasi gani, ataulizwa alitumiaje wakati wake. Huu ndio mtihani mzito zaidi. Wakati hakuna anayekuona wakati hakuna anayekusifia, wakati hakuna anayekukumbusha, je, bado unamkumbuka Mwenyezi Mungu? Je, bado unaogopa kufanya lililo haramu? Je, bado unasimama kwenye haki? Imani ya kweli haipimwi mbele ya watu, inapimwa ukiwa peke yako. Mwenyezi Mungu hakutazama sura yako, hatizami kauli zako anatazama unachofanya pale unapodhani uko peke yako. Dunia ni mtihani, kila pumzi ni swali, kila uamuzi ni jibu, na mwisho wa yote hakuna atakayesimama kwa jina la mtu mwingine. Kila mtu atasimama na majibu yake. Jiulize leo kabla hujaulizwa kesho: neema zako zinakupeleka wapi? Nafsi yako unaihudumia au unaiendesha